Hii ni Yanga TV. Kipindi kinachokuletea matukio mbalimbali mbali ya klabu ya michezo ya Yanga na wadau wake. Kubwa zaidi, wiki hii tutaangazia mchezo wa ligi kuu ya NBC, Yanga wakiibuka na ushindi wa bao tatu kwa bila dhidi ya Namungo FC. Huku mikakati ya kuelekea katika mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho la CRDB ikizidi kupamba moto. I love you, Yanga. Mwah. Wiki hii kikosi cha Yanga kilishuka dimbani KMC Complex dhidi ya Namungo FC katika mchezo wa ligi kuu ya NBC na kuibuka na ushindi wa bao tatu kwa bila zilizowekwa kimiani na Stefan Aziziki, Prince Dube pamoja na Maxi Zengeli. Chomoka Young Africans. Clement Francis Mzize, top scorer wa Yanga ameiomba Aziziki, chini huko kwa mkono kabisa, imechelewa kufika duka Abuya. Maxim pia Zengeli meenda kwa Stefani Aziziki, amweka tena Zengeli, amekiwa tena Kibabage, awai Kibabage ndani ya boksi, bado Dube. Dube anaitoa nje, Mudathi recheza kona. Wapo chini wachezaji watatu wa Namungo, kunaja kuto kusukumana sukumana pale kwa Kibabage beki akaona akiuokolia ndani, shughuli itakuwa nzito na ye yuko chini pale. Unasema amecheza kama mimi, katumia akili sana kuutoa nje, uwekona anakiusukumiza mbele, unaonekana umetoa asisti, katumia akili kubwa sana akosekani na Mungo japo wajificha jificha. wananchi bado wametulia, pengine wanasubiria magoli waanze kushangilia. Maxi pia zengeli ndani ya boksi Maxi kisigiro asijiki step one, wakati nasema na assist Auna isiwe tabu, acha aongeze moja, iwe ya tisa na Stefani Aziziki, na yeye akatoka kwenye goli nane na kwenda goli tisa, akiwanyanyua wananchi. Dakika ya ishirini na saba tu walianziana wenyewe wawili, chukua nipe, chukua nipe, chukua nipe, chukua nipe, wa mwisho wakawa Stefani Aziziki. Lile shuti lilikuwa na nguvu sana, kiasi kwamba unaweza ukafikiri labda goli liko Ubungo ndio maana akapiga kubwa shuti, kumbe lilikuwa karibu yake tu. Stefan Aziziki anawatanguliza wananchi dakika ishirini na saba watu wawili tu wakipasiana mara mbili mbili, pasi moja unaachia maxi pia zengeli, weka kwenye njia kwa Kibwana Shomari, anaingia nao Kibwana, bado Kibwana Shomari anaingiza ndani kule Dube anamfikia swaiba wake Clement Mzize kwa ufungaji. Kapambana kweli kweli, straika wa zamani beki wa sasa kibwana Shomari Dube akapambana ile, akazunguka nayo na kuweka pembeni, na hii mara kama akikunyosha mguu tu, akakumbuka kumbe mguu au daki ni mkono, akitaka kutumia mkono amechelewa, mpira unacheka na nyavu. Wananchi wanaweka chuma cha pili kibwana naye akiingia kwenye utaratibu wa kuhesabiwa asisti. Yanga magoli mawili Namungo sifuri. Kaamua kutuonyesha kwamba na vitu vimo, pinsi mpume lelo dube Dani yuko kule ka uzuri maridadi kabisa Derek Mkombozi. aliona kabisa engo ambao yuko dube hawezi kufunga, wakaziba njia mpira usifike kwa mzize Emmanuel Charles anaweka kwenye njia Karabaka, na diara diara muone isiwe taabu. Acha mpira uende juu kwa A, hey, huko. Oishi. Oh, Kibwana e awaheshima ndio bia free kick yeah, ni direct ile. Maana mkono uko chini ya mwamuzi, piga ndani kule, karudia tena kwenye mashavu yale ya mwanzo ya nyavu. Stefan Azizi azzik akimwamsha kocha wake huku. Dosha Dani kaupoteza, ah abu ya we, mchezaji wa Yanga kama kuna vitu anataka kutuonyesha hivi. Haya, Stefan Azizikia anajitengenezea Azizi, cheza maridadi sana, anaokoa wa michomo ile. Jonathan Nahimana awaamini huku viongozi wa Yanga, maridadi kabisa Nahimana Chomote, mikali miwili anaiondoa ilianza kwa Azizi ile kuja kwa Dube, pia akamgomea. Vile vile kujia kujia position maridadi goalkeeper kufanya save za maana, ameona hata si kweli. Maxi kwenye njia sahihi Maxi. Pale ni Masawe na Israeli Mwenda mahali bado yuko uwanjani. Israeli Mwenda Yanga kwenye nafasi nzuri zaidi, ingiza tena kwa Maxi. Maxi kapiga mguu mtu ile mzize, mekale kwa Dube Pumelelo, mtafuta Duke Abuya. Abuya dube tena mwekea Israeli Mwenda ataenda akaenda tuakiza ndani kule na pasi ile kwa Maxi. Chuma cha tatu, Maxi pia Zegeli, mara baada ya kuasisti goli la kwanza, ameona na yeye pia afunge, asishetu kuasisti, akifunga goli lake la tano msimu huu. Maxi pia Zegeli akihusika kwenye magoli mawili leo hii mlima unazidi kuwa mkubwa kwa Namungo, akishangiliwa ah, na mashabiki wake, kuonekana madevu krosi nyingi alikuwa akizicheza golikipa Jonathan Nahimana, lakini hii imempita, hii imempita. Na kuna namna yote wanaweza wakafanya kwa sababu, kuliko kuna beki kule kwenye lango, na Maksi mpia Nzengeli Pape Wakindo akausukumiza kwenye nyavu. Yango akiendelea kutanua uongozi. Ndosha na Himana kafanya kazi kubwa, lakini idadi ya magoli inaendelea kumhukumu. Abuya anapambana pambana, pambana. Mkane ameipata, Mkane anadhibitiwa Kazuri na Mungo Naam. Filimbi ya mwamuzi wa kati inaashiria kwamba alama tatu zimekwenda kwa wananchi, mabingwa watetezi, vinara wa ligi kuu. Mambo anakuwa hivyo, amaonekana hapo Israeli Mwenda na Karabaka walikuwa wote Simba, kwa hiyo anakutana bana. Vipi vipinniko huko, ndugu yangu, maisha popote wakitakia na kila la kheri, mambo yakimalizika namna hiyo kwenye uwanja huu wa KMC. Mawili matatu yakizungumzwa, aziziki akipoa ya maelezo pale na Abdi Halim Mwalin wakipongezana mawili matatu. Mara baada ya mchezo huo, kiungo mshambuliaji wa Yanga Maxi Nzengeli alichaguliwa kuwa nyota wa mchezo na kukabidhiwa tuzo yake. Uh, tunashukuru Mungu kwanza kwa sababu ametupa leo uwezo wa kuwini ku, hiyo mechi haijakuwa rahisi mimi na, dhani, na, nafikiri tumewini kwa collective kwa pamoja uwanjani kwa, kwa kulipa wengine nafasi ya kufunga vizuri koo, kuwini ni kuwini ya grupu nzima. Tunamwambia asante asante kwa kuja kusupport ana wao ambali ambao wapo hapo daa mbali kwenye simu, kwenye mikoa, kwenye nchi zingine. Kwa hiyo waendelee kusupport timu za, timu yao ni vizuri sana kwa ajili yetu kama wachezaji na kwa ajili ya timu pia. Matarajio ya timu kama Yanga kila msimu ni kuchukua kila kikombe ambayo ipo mbele yetu, kwa hiyo tutaendelea kupambana na tunaamini na, sana Mungu ata, atatusaidia kwa pamoja, na kuendelea kushinda hiyo game kupita finali na kwa uzo ya Mungu tunaamini tuna, tuna, tuna sana tutashinda. Hii tuzo naye kwa mzee, mzee wangu, mzee spiritual, Pastor Tony Kapora Osman. Kwa upande mwingine, meneja habari na mawasiliano wa Yanga Sports Club Ali Kamwe amesema mchezo dhidi ya Namungo ulikuwa mzuri mara baada ya wapinzani wao kuonesha upinzani wa huku mipango ikihamia Tanga kwenye nusu fainali ya kombe la CRDB. Mchezo umekuwa mzuri na Namungo imejaribu kuonyesha ushindani lakini kama ilivyo mara zote, uh, quality ya Yanga huwa inaleta tofauti kwenye kila mchezo. Kwa kwa leo ukiangalia tulikuwa na approach nzuri, tulikuwa na quality nzuri kuliko wao, ikaweza kutusaidia kutumia nafasi. Mechi ilianza na ugumu mpaka nafika dakika kama ya 20 25, tulijua hatuja create nafasi yoyote kwenye goal la, la Namungo. Lakini once tulipo create tuliweza kufunga mfululizo. Hiyo inakuonyesha quality ambayo tuko nayo na ndio quality ambayo inasababisha watu wengine hawaleti timu tunapocheza nao. Kwa hiyo tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu na tunaamini sasa tunazidi kukaribia zaidi kwenye kilele cha kuutetea ubingwa wetu wa ligi kuu msimu huu inshallah. Sisi kwetu hiyo ni zaidi ya mechi, ni nusu fainali ya CRB Confederation Cup, lakini ni mchezo maalum wenye sababu nyingi ambazo unatupeleka sisi wana Yanga uh, sisi kwa kwani kwenda kupambana kupata matokeo mazuri. Nina sababu zaidi ya elfu moja nikikupangia chini hapa za kutufanya tukapambane tushinde mchezo huo, na ndio maana umeona hamasa ni kubwa sana kwa mashabiki wetu. Mpaka sasa hivi tuna jumla ya gari 30 ambazo zitaondoka Dar es Salaam siku ya Jumamosi saa tatu asubuhi pale makao makuu kuelekea CCM Mkwakwani, Tanga kwa ajili ya kuisupport timu wingi huo wa wanachama ambao wanasafiri, wingi huo wa matawi ni ishara tosha kwamba Yanga Afrika wanaitaka mechi ya JKT pale Mkokwani Tanga. Inshallah. Kwa upande mwingine, mashabiki wa Yanga jijini Dar es Salaam wametoa maoni yao kuelekea nusu fainali ya Kombe la Shirikisho la CRDB, huku wakiamini kuibuka na ushindi katika mchezo huo ni mpango kazi tu ambao ni mwendelezo wa Yanga kwamba msimu huu tunahitaji kubeba vikombe vyote vilivyokuwepo mbele yetu. Kwa timu ya JKT sio ya kudharau, kwa sababu walifanikiwa kupata alama moja tulipokutana nao, lakini kama watafanikiwa kuwa kimya kama kwenye mchezo ambao tulikutana nao mara ya kwanza wakapata alama moja, basi wanaweza wakafanikiwa pia kutushiana ush, msuli na Yanga, lakini mwisho wa siku bado Yanga atakuwa bora lakini kama wakijaribu kunyanyua mdomo kuongea zaidi, basi watakachokutana nacho ni kikubwa zaidi. Sisi tunalichukua tena mapema, JKT hana uwezo wa kutuzuia sisi tukitaka jambo letu. Naona lazima kombe tulichukue na makombe yetu lazima tuyabebe. jeketi Tanzania ni timu kubwa na ni ngumu maanake, ii Tanzania marai tumepata tumepata kwa wao ni pointi nne mechi ya kwanza tumewafunga mbili, mechi ya pili kutoka kwa kwao kwa kule jirani mo moja moja. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ngumu, sio ndogo. Tunajua timu ngumu, timu mzuri, lakini hawajafikia Yanga. Utafujua kama Yanga timu nzuri kuko wao, angalia kwenye msimamo wa ligi. Sisi tuongoza ligi, wao kwa nafasi ya ngapi? JKT akiwa kwenye uwanja wa nyumbani kwao wanajifanya mbwa, akiwa nyumbani kwake mkali, lakini ukitembea naye ukifika Uswahilini anakuwa ni mbwa koko tu. Kwa hiyo JKT sisi tunaona kama watoto wadogo tu kwetu kazi yao ni kujenga kulinda nchi, mambo ya futiboli watu wa cheda. Yanga Afrika ni sisi, ndio wenyewe pale Mkwakwani, tunapajua sio wageni napo na tushabeba ushindi mwingi pale, japo wameamua kukimbia, wakanafikiri labda eh, tupeleke kule labda mechi tutado. Hapana, asi hatuwezi kudondoka kirahisi hivyo, watusamee kwa hilo. JKT tutawapiga zaidi ya goli mbili, na kuwapiga ni faradhu sio sunna. Yaani hiyo ni nusu finali hiyo, kwa hiyo watatusame tu, mechi kubwa kwa sababu nusu finali mechi ya mtu yote anatakiwa kwenda nje, sio mechi ya kubeza. Hata kama unacheza na oponenti ambaye unaweza ukasema huyu mimi napiga tu, lakini siku hiyo wanaekaa ni siku yake. Klabu ya Yanga ikishirikiana na GSM Foundation wiki hii wametoa msaada wa kiasi cha shilingi milioni hamsini kwa Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete JKCI kwa ajili ya kusaidia watoto wasiokuwa na uwezo wanaohitaji kupata huduma ya upasuaji wa moyo. Msaada huo umetolewa kama sehemu ya mchango wa Klabu ya Yanga pamoja na GSM Foundation kwa jamii, hususan watoto wanaotibiwa katika Taasisi ya JKCI kwa ajili ya matatizo ya moyo ya kuzaliwa nayo pamoja na yale yaliyopatikana baada ya kuzaliwa. Tukio letu la leo ni tukio muhimu la kuchangia matibabu ya watoto ambao wana matatizo ya moyo na kupitia GSM Foundation leo tutaweza kukabidhi kundi yenye thamani ya shilingi milioni hamsini ikiwa ni sehemu ya mchango wetu uh, kama taasisi mbili hizi ambazo zimekuja pamoja Young Africans na GSM Foundation. Ndugu zangu, matibabu ya moyo kwa mtu mmoja ni shilingi milioni nane niko sahihi daktari? Milioni 50 inakwenda kutibu watoto wachache sana katika idadi ambayo tumepewa hapa taarifa na daktari, zaidi ya maelfu ya watoto na Watanzania kwa ujumla wanaugua matatizo ya moyo. Hiki tunachokitoa ni kidogo sana ukikompea na idadi ya wagonjwa hao. Sasa nitoe wito kwa watu wote uh, individual na taasisi vilabu vya mpira, makampuni mbalimbali, tuje tuokoe maisha ya watoto na Watanzania wenzetu katika tatizo hili la ugonjwa wa moyo. Hiki tulichokitoa ni kufungua mlango tu, lakini hakika kipekee ni, ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru wote, lakini zaidi zaidi, kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutufikisha hapa salama. Um, all protocol observed for the interest of time Um, lakini zaidi pia ningependa kumshukuru uh, Dr. Kisenge mkuu, um, wa taasisi hii ya JKCI. Kwa kweli umekuwa kutupa ushirikiano sana uh, toka tulipoanza zoezi hili la utoaji, kwanza kuahidi na hata kutimiza ahadi yetu. um, sisi kama GSM Foundation kama nadhani Dr. tayari ameshaelezea ni namna gani tumekuwa Uh, tukiwa msaada katika jamii yetu ya Kitanzania. Tumekuwa tukifanya kazi katika maeneo mbalimbali uh, na moja la eneo ambalo tunafanyia kazi ni eneo la afya ambapo tumekuwa tukishirikiana na serikali uh, katika juhudi kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa rais katika uwekezaji wa sekta ya afya uh, nadhani ziara yetu kidogo tuliyoifanya asubuhi ni imeonyesha dhahiri ni kiasi gani Mheshimiwa rais uh, Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa kinara katika kuwekeza kwenye uh, kwenye sekta hii ya afya, na si tu kuwekeza lakini kuwekeza kwa maana ya kuinvest kuweka advanced technology kwenye sekta hii um, kwa tu, ikiwa ni sehemu ya kuunga juhudi uh, za serikali, tumekuwa tukishirikiana na taasisi mbalimbali mbali za serikali katika sekta ya afya kutoa misaada kama ambavyo daktari amesema, tumeshirikiana na um, Ocean Road kutoa kununua vifaa tumejuzijusi tumekuwa Amani Hospital pale tukikabidhi uh, shilingi milioni mia moja za kufanya ukarabati wa hospitali ile, na leo kama ambavyo amesema tuko hapa JKCI kutoa kukabidhi uh, hundi ya shilingi milioni hamsini ambazo kimsingi tayari tumeshafanya transfer ziko uh, katika taasisi hii kwa ajili ya kuchangia matibabu ya uh, matatizo ya watoto ambao wana matatizo ya moyo na kama ambavyo takwimu zinaonyesha Takriban watoto elfu nne doktor amesema kila mwaka wanakuwa na matatizo haya kwayo, tunamini, ya moyo. Kwa hiyo tunaamini hii milioni hamsini ni mwanzo tu, ni sehemu tu sisi ya uchangiaji wetu katika kuhakikisha kwamba watoto wale uh, elfu nne wanapata hayo matibabu. Um, kipekee pia ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru engineer Hersi, rais wa uh, Yanga kwa ushirikiano na jinsi ambavyo tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu sana na wao na uh, nadhani wameonyesha mfano mzuri sana wao kuingia MOU na JKCI kwa ajili ya ku create awareness, kwa sababu nadhani wakati tunafanya ziara tulikuwa tunauliza tunamuuliza daktari Kisenge maswali mengi sana. Sasa hawa wagonjwa wanajuaje wana shida ama inakuwaje, inamchukua mgonjwa takriban muda gani mpaka kufika hospitali au ya matibabu yana na kuwaje? Na nadhani pia tulivyopita kwenye wodi ya watoto tumeona watoto ambao wana uh, wana matatizo haya ya moyo na wengi wanatoka mikoa mbalimbali. Kwa hiyo tunaamini hii bilioni 50 ni sehemu tu ya kuchangia uh, matibabu, lakini ni kusihi tu labda, na nikupe ahadi uh, Dr. Kisenge, tumeona tatizo ni kubwa na uhitaji ni mkubwa. Kwa hiyo hii milioni 50 kutoka GSM Foundation ni mwanzo tu, tutarudi tena ili kuunga mkono <coughs> jitihada za serikali, na kipekee pia ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru uh, mfadhili um, wetu mkuu ambaye ni GSM Group of Companies chini ya kiongozi ya Mr. ya, uh, Mr. Ghalib Said Mohamed, wamekuwa ni msaada mkubwa sana. Hizi fedha zote ambazo tunaweza kutoa misaada kwa taasisi mbalimbali, mbali na kuunga jitihada za serikali zote, zinatoka ni sehemu ya faida ambayo wanapata wao kwenye biashara, sio hela ya mfadhili kutoka nje, bali ni hela ambayo wao kama Watanzania kama mwekezaji wa Tanzania anafanya biashara, sehemu ya faida yake ndio anatumia kurudisha kwa jamii. Kwa hiyo nishukuru sana kwa wasaa huu na asante sana daktari kwa kutukaribisha. Asante. Ndugu injinia eh, Hersi vilevile eh, wenzetu vile, eh, wa Yanga eh, eh, wana wamekuwa kipao mbele sana katika kuelimisha eh, jamii. Nakumbuka tulisaini MOU na wao na tunaenda kuelimisha jamii kwa sababu magonjwa ya moyo yanaongezeka kwa kasi. Eh, Dk. Kuboja amesema hapa eh, kuna zaidi ya watoto elfu nne wanaozaliwa wakiwa na matatizo ya moyo. Katika watoto mia wanaozaliwa, kuna wawili wana matatizo ya wa moyo na kati ya hao zaidi ya asilimia themanini hawana uwezo eh, wa kumudu gharama za matibabu ya moyo, kwa hiyo wanahitaji msaada. Kwa hiyo sisi tutaendelea eh, eh, ku, kuwaomba watu mbalimbali mbali, ili waisaidie serikali yetu katika, kwa, katika haya matibabu ya moyo. Kwa hiyo Yanga wanatusaidia sana kuelimisha watu ili wajitokeze mapema eh, tutapokuwa tunazunguka kule tulisema na madaktari wetu watakuwa wanaenda wanafanya health check, eh, kwa wale watu, na tukiwagundua mapema tunaweza kuwa tumeokoa hela nyingi. Kwa hiyo tuwashukuru sana Yanga kwa kukubali kutunga mkono katika kuelimisha jamii. Naomba nao tuwapigie makofi. Kama mnavyofahamu, Yanga ni mdau na mshiriki wetu ya ya Afia, na wa karibu katika masuala ya huduma ya afya na utoaji wa elimu ya umma, na mwaka jana Oktoba 28 E, tuliingia makubaliano rasmi na, na, na, na, na haya makubaliano tutaendelea nayo na e, injinia tuko tayari hata kuwapima wachezaji wenu e, pale wanapohitajika na sasa hivi kama unavyofahamu taasisi inazidi kuwa na na, teknolojia inazidi e, kukua e, unaweza hata ukawa nyumbani sisi tukakugundua kuna tatizo na tukakupima, tuka na kupunguza gharama za kuja hospitalini. Naomba pia niendelee kumshukuru ku, ku, ku eh, kiongozi wa GSM Foundation ndugu Garib Said Mohamed kwa, kwa kutuunga mkono eh, katika haya masuala ya, ya matibabu ya, ya, ya moyo. Nichukue nafasi hii vile vile eh, kuishukuru sana serikali yetu inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwanza katika zile 4R katika zile zake na ndio maana sasa hivi taasisi ta yetu inaendelea kushirikiana na mashirika binafsi mbalimbali mbali katika kusaidia, ni kwa sababu ya zile 4R za mheshimiwa rais. Lakini mheshimiwa rais ametoa hela nyingi sana kwenye taasisi hii, na ndio maana taasisi hii imekuwa ndio taasisi ya tatu kwa Afrika kwa kutoa eh, matibabu ya tiba na upasuaji wa moyo, na taasisi ya kwanza Afrika Mashariki na Kati. Naomba tumpigie makofi Mheshimiwa Rais. Sisi wa kama wanataasisi wa Jakaya Kikwete tutaendelea kutoa huduma nzuri kwa watu wote wa Tanzania, wote wenye uhitaji wa matibabu ya moyo. Tutaendelea kuwafuata wananchi pale walipo. Tuna outreach program ambayo tunaifanya inaitwa Dr. Samia Suluhu outreach program, na tumeshazunguka zaidi ya mikoa 20 na mpaka sahizi tumeona zaidi ya watu elfu ishirini na mbili na tunawafuata pale kuwapima magonjwa ya moyo na tunaowagundua na matatizo tunawaleta hapa, na wengine ni watoto tunawagundua na tunawaleta hapa. Kwa hiyo hichi kiasi mlichokitoa ni kiasi kikubwa sana, na tutaenda kuwasaidia watoto wengi sana. Kwa hiyo nichukue nafasi hii e, tena kwa shukuru kila mmoja aliyehudhuria hafla hii, na Mungu awabariki sana sana, asanteni sana. Naam, hii ndiyo Yanga timu ya wananchi, mwekezaji ni mwananchi mwenyewe.